nye ujumbe wake na ujumbe wake huko na maneno na huo ujumbe pia huko na mtango wake. Lazima lazima, wewe hata kama ni mtu ambaye amenyemelewa na sutikomo, lazima usikilize kwamba mimi lazima nitakupatia zile points moja kwa moja, na hizo points ziko hivyo hivyo, huwezi damana na mtu na nataka niwaeleze hivi. Kwa mambo ya matibabu tulikuwa na mfumo wa NHIF mfumo